Chuo kikuu cha anga cha Ethiopia kimehitimisha mafunzo ya wataalamu 457 wa sekta ya usafiri wa anga kutoka nchi 12 tofauti, hatua inayothibitisha tena nafasi yake kama kitovu kikuu cha mafunzo ya anga barani Afrika. Wahitimu hao walijumuisha marubani 58 wa mafundi 115 wa matengenezo ya ndege, na ya ndege na wahudumu wa ndege ya 284 hali inayoonyesha uwezo mpana wa chuo hicho katika kutoa mafunzo katika nyanja muhimu za usafiri wa anga. Hafla ya mahafali ilifanyika katika kampasi ya chuo hicho na ilihudhuriwa na afisa mtendaji mkuu wa Ethiopian Airlines Group Bwana Mesfin Tasio pamoja na viongozi wakuu wa shirika hilo, wakufunzi, familia za wahitimu na wageni waalikwa. Akizungumza katika hafla hiyo, viongozi wa chuo na wa shirika la ndege walisisitiza umuhimu wa kuwa na rasilimali watu wenye ujuzi katika kusaidia ukuaji na usalama wa sekta ya anga nchini Ethiopia na kimataifa. Wahitimu walipongezwa kwa juhudi zao na kuhamasishwa kudumisha viwango vya juu vya taaluma wanapoanza safari zao za kazi katika sekta ya anga duniani. Chuo kikuu cha anga cha Ethiopia kinaendelea kutoa mafunzo kwa wataalamu wa usafiri wa anga kwa mashirika ya ndege na taasisi za anga barani Afrika na kwingineko kikiimarisha Ethiopia kama kituo cha umahiri wa mafunzo ya anga.